Ni kwamba idadi ya waliofariki katika ajali za barabarani kwenye kipindi cha saa sabini na mbili imefikia watu thelathini na sita baada ya watu watano zaidi kuangamia kwenye ajali nyingine leo asubuhi. Aidha, watu wawili walijeruhiwa kwenye ajali hiyo iliyotokea katika eneo la Kedowa katika barabara kuu ya Kericho kuelekea Nakuru. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Mary Muoki, ajali hiyo ilihusisha gari aina ya Toyota Probox na trela. Krismasi imekatizwa kikatili mapema leo asubuhi kwa abiria waliokuwa kwenye gari hili la Probox. Majonzi na tanzia zikiguika boma la marehemu Philip Kirui aliyefariki kwenye ajali hiyo na kuiacha familia yake na masikitiko makubwa. Machozi anamwagika bila kikomo, huku familia ikijaribu kukubali kifo chake cha ghafla. Kirui ameacha wake wawili wote wakiwa wajawazito na ambao sasa wanabanwa na maswali chungu nzima wakilemewa na msiba huu. Nilipata kitu saa moja, ikaambiwa mzee wangu alipata ajali. Kufika tu Londiani nikaambiwa ashaenda. Mzee wangu alikuwa na bibi wawili. Sasa alikuwa anaendelea kutuchengea, ametuacha watoto, metuacha watoto wadogo. Hatujui tutaanza wapi, hatujui tutaanza wapi na vile tuko sasa simnatuona hata Christmas Kria, hatukukula kitu, hatujaona kitu. So mwenye anatusikia, tafadhali mutusaidia. Kirui alikuwa dereva wa Probox iliyohusika kwenye ajali hiyo. Ripoti ya awali ya polisi inaonyesha kuwa gari hilo huenda lilikuwa linaendeshwa kwa mwendo wa kasi. Inaarifiwa kuwa waliokuwemo ndani ya gari walikuwa wa familia moja na walikuwa wakirejea nyumbani baada ya sherehe za sikukuu.

Watu watano kati ya saba waliokuwa kwenye gari hilo walifariki papo hapo huku wawili wakinusurika na kupata majeraha mabaya. Manusura walikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kericho ambako wanaendelea kupokea matibabu. Miili ya marehemu inahifadhiwa katika mochari ya hospitali ya Londiani huku mabaki ya gari yaliyohusika kwenye ajali yakivutwa hadi kituo cha polisi cha Kericho. Mamlaka ya usalama barabarani na idara ya trafiki zimewataka madriver kuzingatia ya sheria na kuchukua tahadhari hasa katika kipindi cha sikukuu. Mary Muoki, runinga ya Citizen.